Karibu kwenye Maombi Kila Siku. Asubuhi hii tunakuja mbele za Mungu kwa unyenyekevu, shukrani na matumaini. Popote ulipo, nyumbani, kazini, kitandani au safarini, funga macho kwa utulivu, pumua kwa kina na umkaribishe Mungu akuongoze katika kila hatua ya siku yako leo. Tunainua maombi ya asubuhi, tukimkabidhi Mungu kila jambo. Hebu tuombe. e Mungu Baba wa mbinguni, Tunakushukuru kwa zawadi ya maisha. Asante kwa kutuamsha salama, kwa kutuvusha usiku wa giza na kwa kutujalia siku mpya iliyojaa neema zako. Asante kwa pumzi ya uhai, kwa nguvu tulizoamka nazo na kwa ulinzi uliotuonyesha usiku kucha. Bwana, tunatambua kuwa bila wewe hatungeweza kuamka. Tunakuinua na kukutukuza kwa sababu wewe ni mwaminifu, mwenye rehema na mwenye upendo usioisha. Bwana, tunasema asante kwa familia zetu, kwa marafiki, kwa kazi, kwa afya na kwa kila baraka ambayo wakati mwingine hatuitambui. Wengine wetu tumeamka na mioyo mizito, wengine tumeamka na furaha, wengine tumeamka na maswali yasiyo na majibu, lakini katika yote, tunajua kuwa wewe ni Mungu ambaye hutuangazia njia. Baba, tunasema asante kwa sababu mahali ambapo tulikuwa dhaifu umekuwa nguvu zetu, mahali ambapo tumetetereka umekuwa nguzo yetu, na pale ambapo tumekuwa na hofu umekuwa faraja yetu. Baba, tunakukabidhi siku hii, hatua zetu, mipango yetu, kazi zetu na safari zetu zote. Tunaziweka mikononi mwako, tuongoze katika njia zenye amani na zilizo nyofu. Tufungulie milango sahihi na utufungie milango yote ambayo si ya manufaa kwetu. Tunapoanza siku hii, tupatie akili safi, moyo wa amani na roho ya busara. Ee Mungu, tubariki na utupe kibali mbele ya wale tutakaokutana nao leo. Tupe neema ya kufanya kazi kwa uaminifu, kwa upendo na kwa bidii. Bwana, tunaomba ulinzi wako juu yetu. Tunakuomba utuzingire kwa moto wa ulinzi wako na utuzungushie malaika wako watembeao mchana na usiku. Tunafuta kwa jina la Yesu kila mpango wa adui, kila ajali, kila hatari na kila nguvu ya giza inayoinuka kinyume na sisi. Hakuna silaha itakayoundwa dhidi yetu itakayofanikiwa. Tunatangaza ulinzi wa damu ya Yesu juu ya miili yetu, juu ya nafsi zetu, juu ya nyumba zetu, juu ya watoto wetu, juu ya mali zetu na juu ya safari zetu. Bwana, uwe kuta zetu za usalama na ngome yetu isiyoweza kupenywa. E Mungu, tunaomba hekima yako leo. Tunahitaji mwongozo wako katika kila uamuzi tutakaofanya. Tufundishe kuchagua yaliyo sahihi, kutembea katika njia zako na kutenda kwa uadilifu. Tunaiweka akili zetu mikononi mwako. Yaoshe yaongoze na yape mwelekeo. Tupa macho ya kutambua udanganyifu, tupa roho ya kutambua hatari na tupatie moyo wa kuamini sauti yako. Uwe mwalimu wetu, mshauri wetu na nuru yetu. Baba, tunaomba baraka zako juu ya kazi za mikono yetu. Tunapoenda kazini, bariki. Tunapofungua biashara, bariki. Tunaposoma, bariki. Tunapotafuta riziki bariki. Achilia mbingu zilizo wazi juu yetu leo. Tunatangaza neema isiyo ya kawaida, mafanikio yasiyoelezeka na kibali kisicho cha kawaida. E Mungu, fanya mahali waliposema hatuwezi kufika tuweze kufika. Fanya mahali walitufunga mlango wakose uwezo wa kuufunga tena. Angalia ndoto ambazo zimecheleweshwa, uzifungue upya, uzihuisha na uzifanye ziwe kweli leo. Tunawaombea wale walioamka na mioyo iliyojeruhiwa. Ee Bwana, kuna roho zilizochoka zenye huzuni zenye majeraha ya ndani ambayo hawawezi kueleza kwa mtu yeyote. Kuna waliolia usiku kucha, waliolala na mawazo mazito, waliokataliwa, waliovunjwa moyo na waliokata tamaa. Baba wa faraja, wafikie sasa. Tengeneza kila kilichovunjika, futa machozi yao, jaza mapengo yaliyoachwa na maumivu. Nena neno la uponyaji juu ya nafsi zao. Wape amani iliyokosa kueleweka, nguvu mpya na tumaini jipya. Tunatoa pia mizigo yetu mbele zako. Kila shinikizo la mawazo, kila hofu ya kesho, kila changamoto ya kifamilia, kila kitu kinachotukosesha usingizi, wewe Bwana ndiye anayechukua mizigo. Tunakuomba utupe pumziko lako, tusaidie kukumbuka kwamba hatupaswi kupambana kwa nguvu zetu bali kwa nguvu zako. Baba, tunalia kwa ajili ya wale wanaokabiliwa na ukosefu wa fedha, wale wanaopitia magonjwa na wale wanaohitaji mlango wa ajira ufunguke. Wafungulie njia, fanya miujiza ambayo inaacha watu wakisema, kwa hakika huu ni mkono wa Mungu. Ee Bwana, ongeza imani yetu. Tunakiri kwamba wakati mwingine, tumekuwa na shaka, tumekuwa dhaifu, tumeshindwa kuelewa kusudi lako. Lakini leo tunaomba utujaze imani ya kudumu. Tusaidie kukuamini katika kila hatua. Tusaidie kutulia tukijua kwamba wewe ndiye unayetupigania. Tusaidie kuamini kwamba wakati wako ni mkamilifu. Hata unapochelewa kwa macho ya kibinadamu, hauchelewi kwa macho yako Baba. Kabla tutoe baraka ya za mwisho, tunaomba kwamba uwe karibu na mtazamaji huyo anayesikiliza maombi haya. Umbariki katika kuingia kwake na kutoka kwake, umbariki katika afya yake, katika riziki yake, katika familia yake, katika ndoto zake, na hata katika ndoto ambazo hazijasemwa wazi. Mpe amani isiyopimika furaha isiyokoma, moyo usiochoka, na ulinzi usiopungua. Siku hii iwe tofauti, iwe siku ya upenyo, siku ya matokeo mazuri, siku ya habari njema, siku ya mabadiliko ya kiroho na kimwili. Tunatangaza kwamba siku hii haitakuwa siku ya huzuni, bali siku ya ushindi. Haitakuwa siku ya kukataliwa, bali siku ya kukubalika. Haitakuwa siku ya kukwama Bali siku ya kusonga mbele. E Mungu, tembea na sisi leo, tembea mbele yetu, tembea nyuma yetu, tembea pembeni mwetu, na tembea ndani yetu. Baba, tunakushukuru kwa kutusikia. Tunakushukuru kwa kutubariki. Tunakushukuru kwa kuwa nasi tangu tufungue macho mpaka tutakapoyafumba jioni. Tunafunga maombi haya tukiamini kwamba yote tumepokea kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.